Karibu tena katika awamu ya pili ya makala yanayoangazia mchakato unaoanzia kichinjioni. Wafanyabiashara biashara wa buchari wanaelezea ilivyo biashara ya nyama. Ninazungumza pia na wafanyabiashara wanaouza nyama kwenye buchari zao. Wycliffe wa nyama anauza nyama kituo cha kibiashara cha Sikataa, yeye na mkewe Bisara wa nyama wanaendesha buchari biashara ya kuuza nyama mi mwenyewe niliweza kuanza mwaka wa 2010 na nikianza hii biashara ya buchari ingalao, kuna challenge za zingine. Nafika mahali kazi inakuwa ngumu, hata soko kazi imekuwa ngumu. Ng'ombe unaenda kwa soko, napata ng'ombe zimepanda bei kupita kiasi, lakini tunajaribu kuchikakamua ili tuweze kuendesha biashara. Changamoto ni nyingi, ila wanasema uuzaji wa nyama pia Huhitaji kujituma. Hii biashara ni kuongeza pesa, huwezi tarajia faida peke yake, kuna hasara unaongeza. Tunalea nayo na watoto, niko na watoto high school. niko na watoto junior secondary, niko na wengine chini sana. Hii kazi tu ndio inalea hiyo. Sasa hapa situkosikata, ng'ombe unaweza nunua Chwele, ukipata chwele unachinjia Chwele, ukinunua town unachinjia town ukinunua Webuye unachinjia Webuye, Kimilili Kimilili hivyo hivyo. Naye Patrick Juma Haemba ana buchari yake katika soko kubwa mjini Bungoma, na anasema si rahisi kupata faida kwani ununuzi wa mifugo hauendani na matarajio ya kibiashara ya mwenye buchari hiyo. Ng'ombe wakati unanunua, unanunua uki aproksimeti kilo kwa macho. So uh, uh, umeapproximate ng'ombe karibu kilo mia moja. Ng'ombe karibu ya shilingi elfu sitini kwa kilo umeipika um, kama kilo mia moja ukuja hapa inafika karibu kilo 80 unapata kwamba imekukata karibu kilo 20 hakuna wafanyakazi wapo wako wanataka kulipwa on daily basis umpe lunch, jioni anataka mshahara ya shilingi 500 nyumba ya wenyewe iko hapo unataka ulipu, ulipe license iko hapo unataka ulipe na hiyo ng'ombe ukinunua sokoni umekatia county council receipt, umeikatia movement permit, umelipa mtu ya kufukuza, ufike majinjoni ulipe slaughter house receipt, ukitoka from majinjoni ulipe transport ya kubeba nyama mpaka tena kwa buche. Those are the expenses. Unapata kama ilivyo biashara nyingine yoyote, kuna panda shuka. Kuwekeza ni lazima, ila huna uhakika wa faida. Wafanyabiashara hao wanaofanya uuzaji wa nyama Bi Sara wa nyama wa Sikata na Bwana Patrick Jumaha Emba wa soko kubwa mjini Bungoma wanasema kuwekeza huwa kwingi ikilinganishwa na faida. Siku hizi maneno ya kuokopa kazi hakuna, ukiokopa utakula nini? Maneno ya kusema wewe, kazi ya mwanaume hii, ni ya mwanamke, hapana. Bora wewe unafanya kazi halali. Ukiingia kwa kazi ya bucha lazima ukuwe na kapito nyingine kando ya kubusi hiyo kazi, niposo hiyo kazi iendelee, kitu ilikuwa natushikilia kwa hii kazi ya bucha. Ndiposo ulikuwa unaosikia watu ya bucha wako na pesa, ilikuwa biashara ya ngozi. Awali biashara ya ngozi linoga, ila sasa kulingana na bwana Patrick, ngozi haina bei, ni hasara tu, because ilikuwa ukipeleka kwa factory unapewa loan kama 1500 milioni moja. Sasa hii ngozi haina biashara, ngozi moja, the whole piece wananunua na shilingi mia moja, the whole piece, ambapo shilingi mia moja tulikuwa tunauza kwa kilo moja. Ngozi moja ikitoka kama kilo 20 ama kilo 30 that's a lot of money, inakuongezea kwa biashara yako. Kutoka kichinjio cha mjini Bungoma, kaunti ya Bungoma, ni kiripoti naitwa Nick na Bangi.